Umerudisha fomu kwanza. Mimi kwa majina naitwa Noel Emmanuel Severe e, ni mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi wilaya ya Rumeru, nimerudisha fomu leo. Swali lako ni kwamba kwa nini wakati nachukua sikujitangaza, kikubwa ni kwamba nilikuwa na heshima maamuzi ya na maagizo ya Chama Cha Mapinduzi ambayo tulipewa kwamba tunapochukua fomu tusije na mambo ya ziada kwa hiyo hilo niliheshimu na leo nimerudisha fomu, lakini nimeshangaa, nimeshtuka kwa ukuta mlivyojaa hivi, nikasema kuna nini leo? Hilo ndo lilivyo. Mheshimiwa mwenyekiti, tunaona hii ni awamu ya pili sasa, unaenda kugombea ya kwanza, chama cha mapinduzi kilitokea la kutokea. Je, hii awamu hii ya pili umejipangaje kuhusiana na jambo hili? Maana chama cha mapinduzi kimekuwa na mambo mengi kwamba ulishinda 2020 ukakatwa, sasa unarudi tena hapa hapa, ipoje hii Aa, naomba nisiongee mengi. Maamuzi yote ni vikao vya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tusubiri vikao vya Chama cha Mapinduzi. Sisi wengine tunamtanguliza Mungu. Na niseme tu na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti, wote mnakuja hapa mnasema mnamwachia Mungu? Huku ndani kuna nini ambacho mpaka mnasema mnamwachia Mungu? Kuna nini ambacho ambacho kinawatisha mpaka mnasema mnamwachia Mungu? Kumwachia Mungu sio kwamba unatisha au kuna kitu kinatisha. Kumwachia Mungu ni imani yako, na katika yote, nimetumia Wafilipi 4 mstari wa 13, nayaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. Ngoja nikwambie ndugu yangu, Mungu ndo kila kitu. Sipo mtanguliza Mungu, amna lolote, unajidanganya. Kwa hiyo mimi siku zote namtanguliza Mungu na Mungu hajawahi kuniacha hata siku moja. Ndio maana nasema hivi, wengine wanayoongea mimi siyajui, mimi najiongelea mimi baada ya kusema hao, niwaambie ndugu zangu, Oktoba tuna tikiti kwa Daktari Samia Suluhu Hassan.